Mwongozo wa kujifunza Biblia hii ikiwa ni mei moja siku ya Alhamis tunaendelea na somo la tano linalosema Mataifa sehemu ya pili. Mada ya leo inasema toa unabii tena. Kanisa la masalio lilizaliwa katika dunia mpya, mahali ambapo wale wanaotafuta uhuru wa kidini walikimbilia wakati wa karne ya kumi na saba na kumi na nane na kwa kuzingatia vikwazo vya muda mrefu vya kidini na kisiasa vilivyokuwepo kwingineko, inatia shaka kwamba kuanza kwa vuguvugu vugu hili kungetokea kwa haraka au kwa nguvu katika sehemu zingine kama ilivyokuwa katika nchi mpya iliyokuja kuwa Marekani. Soma Ufunuo sura ya kumi aya ya kwanza hadi kumi na moja inayoelezea kuanza kwa vuguvugu vugu hilo. Tafuta baadhi ya vipengele tulivyojifunza kama vile mataifa, nchi na bahari, ukitumia tahadhari ifaayo ili usitoe maana yako mwenyewe tofauti na inavyokusudiwa. Katika kifungu hiki, ni uelewa gani unaweza kupata katika maelezo haya? Malaika analia kwa sauti kuu kama vile malaika watatu wa Ufunuo sura ya 14 na malaika wa Ufunuo sura ya 18 wanavyofanya. Huu ni wakati muhimu katika historia, wakati kazi ya kanisa la masalio inapoanzishwa kwa ajili ya watu na mataifa na lugha na wafalme wengi. Ufunuo sura ya kumi aya 11, malaika anashikilia kitabu kidogo, inawezekana kitabu cha Danieli. Tazama Danieli, tazama sura ya 12 aya 4 ambacho kingefunguliwa kwa mara ya kwanza katika vizazi vingi. Mguu wake mmoja ameuweka juu ya bahari na mwingine juu ya nchi. Hili linaweza kuwa linarejelea wazo kwamba ujumbe ni wa dunia yote, dunia ya kale na mpya. Inaweza pia kurejelea wazo kwamba ujumbe huu ni kwa mataifa yote, wale wanaoishi juu ya nchi na wale wanaoishi katika bahari ya wa mataifa. Ulimwengu hatimaye utaangazwa kwa utukufu wa Mungu, na ujumbe wa mwisho wa Ufunuo 14 unapelekwa kwa kila mtu kama vile kwa Israeli. Agizo letu kama kanisa ni kuhubiri injili katika ulimwengu wote wa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Mathayo 24 aya ya 14. Mungu anaipeleka historia ya mwanadamu kuelekea hitimisho lake kamili, mwisho wa falme za wanadamu na kutawazwa kwa kudumu kwa Kristo. Soma Danieli mbili ya 34 na 35, 44 na 45. Biblia inaweka wazi kabisa, pasipo utata wowote, kwamba hizi falme zote za ulimwengu zitakomeshwa bila kubakiza alama zao na urithi wao mbaya na mahali pake patachukuliwa na ufalme wa Mungu wa milele ambapo dhambi, mateso, magonjwa, uovu na kifo havitainuka tena. Angalia jinsi unabii wa Danieli mbili na saba unavyotabiri kwa usahihi kuinuka na kuanguka kwa falme hizi zote za kidunia. Kwa nini usahihi huo unastaajabisha ikiwa unafikiri kuhusu wakati kitabu cha Danieli kilipoandikwa? Unapaswa kutusaidia kumtumaini katika ahadi ya ufalme wa mwisho na wa milele wa Mungu. Mungu atubariki.